lakini jambo nyingine, sasa hivi serikali imewekeza kwenye sekta ya afya na hivi sasa serikali imeanzisha sera mpya ya bima ya afya kwa wote. Wakati naingia hapa nilimwona mtani wangu mmoja Msukuma amefunga hilizi kubwa kabisa nikajiuliza, hii hili bado ngaji ya hili watu tunatembea na ilizi Serikali inataka kugue ilisi kutembelee na vitambulisho vya bima ya afya unapoona una malaria utaenda kuvitiwa ule. Kama wewe una magonjwa zaidi ya mia tatu, bima ya afya utakapokuwa nayo itakutibu. Kama unahitaji mpimo zaidi ya mia moja, bima ya afya ya shilingi laki moja na elfu hamsini itakutibu. Hakuna haja ya kutembea, Wasukuma, hakuna haja ya kutembea na kipande kaji ya bima. Lakini haina ya maana kwamba hatutaki waganga wa kijiji. Waganga wa kijiji ruksa, kwa sababu tiba asilia zina mchango kwenye matibabu. Zina mchango katika kuimarisha sekta ya afya, lakini serikali haitaki waganga wanaopiga ramli mchonganishi, wanaosema ili uwe mkuu wa wilaya ni lazima ulete ngozi ya albino, ili uwe mkuu wa idara uweze unalete ngozi za albino. Waganga wa namna hiyo hatuwakubali, tumewapiga marufuku na tutakula nao sahani moja. Kwa hiyo tunachodanga wananchi wakate bima ya afya shilingi laki moja na elfu hamsini. Bima ya afya hiyo ukishaikata utapata huduma mia tatu sabini na nane Mwaneke, ukienda pale unaonyesha unatibiwa, ukienda bima unaonyesha unatibiwa Ukienda pale sekukule unaonyesha unatimia. Ukienda mimbili unaonyesha unatimia, na upatikanaji wa dawa katika wilaya ya Kwimba sasa hivi imeshafika asilimia tisini na moja, na mkoa wa Mwanza dawa zinapatikana kwa asilimia tisini na tatu. Kwa hiyo tumeimarisha sana sekta ya afya hakuna haja ya kwenda kupiga rangi. Unauma malaria, unapiga rangi wewe? Nenda tupale hospitali, damu itachukuliwa, baada ya nusu saa virusi vya malaria vitaonekana, utapewa dawa utaondoka zako mwenyewe. Kwa hiyo tuzingatie. Lakini bima ya afya hii tunaozungumza sasa ni ya watu sita kwa laki moja na elfu hamsini. Lakini sio lazima kuwe tumezaliwa familia moja. Kwa hiyo kama mimi nina mke na watoto wangu wawili jumla ni wangapi? Watatu. Mimi mke na watoto wawili tunakuwa wanne, bado watu wangapi? Kwa hiyo ninaweza kuchukua mfanyakazi wangu wa ndani akawa familia yangu akawa na mangazi nikamchukua Nikamuwa... Nikamuwa... <tikin> <Kami wakini> na mlinzi wangu nikampa familia yangu anakuwa ngapi? Kwa hiyo haa, hapa mwanaki kama wewe una watoto wawili na mume mko sita, unachukua mtoto wa dada yako unamweka kwenye familia yako, na yeye atapewa kitambulisho chake kwa laki moja na nusu. Yeye tukijiunga na bima ya afya kila mtu atatibiwa kwa gharama ya laki moja la laki <coughs> laki wa laki na elfu hamsini. Lakini hapa Mwakeyi, wapo wafugaji wa kondoo na uuzi wapowao. Kama wewe una fedha lakini una kondoo mmoja, kondoo ni laki moja na la elfu hamsini, wewe unampeleka pale kwa mwenyekiti wa kijiji, mwambie nakupa kondoo, waambie serikali wanipe bima ya afya mimi na watu wangu kwa hiyo serikali inachukua kondo, sisi tunajua tunampeleka wapi. Alafu wewe unapewa bima yako afya. Kwa hiyo hatakiwi yote yoyote kukosa bima ya afya.